Wananchi wa kata ya Mswaki wilayani Kilindi mkoani Tanga wameishukuru serikali kwa kuwaondoa wananchi ambao walikuwa wamevamia msitu wa hifadhi ya Bondo na kufanya uharibifu ikiwemo kukata miti na kuharibu uoto wa asili. Wakiongea na waandishi wa habari walisema kuwa mgogoro wa kuwaondoa wavamizi katika hifadhi hiyo uliweza kudumu kwa zaidi ya miaka nane, licha ya vyombo vya kisheria kutoa maamuzi ya kuwataka kuhama kwenye maeneo ya hifadhi. Sijui wananyanyaswa ni kwa nini hawakupewa taarifa za ta kutoka katika eneo lile. Walishaanza kupewa notisi tangu mwaka elfu mbili na kumi na saba lakini wamepita viongozi mbalimbali mbali, ambao ni wakuu wa wilaya ya Kilindi wakaendelea kuwapa notisi wakaendelea kuzidharau, lakini mwisho wa picha waka wanakauliza wana wanasema hapa hatutoki mpaka damu imwagike. Msitu ule umehifadhiwa miaka mingi wamehifadhi mababu zetu wakaja wakahifadhi baba zetu lakini pia wakaturithisha kwamba ule msitu tusiufanyie kazi yoyote. Tumekaa mpaka tumefikia muda huu. Ina maana msitu ule tayari umevamiwa na wakazi pia wa Mswaki, wao pia wana kazi nao kama ile ambao wa, wa, wa, wa ilio, nani iliyosababisha wakavamia pia watu wanahitaji maeneo ya kilimo lakini sasa, kwa, kwa, kwa maana ya, ku, ya kunani ya kuhifadhi ya kuheshimu ule msitu, watu tukaona kwamba usivamiwe. Tumekuja kuona ajabu kwamba umevamiwa msitu hii ule na kufanyiwa kazi, kitu ambacho kwa kweli kimetusikitisha sana. Zamani Mswaki ilikuwa inaitwa ni block farm yani tumewekeza sana kwenye kilimo. Baada ya ujio wa hawa watu waliovamia, mvua ni kama hivi mnavyoziona leo hii ni za rasharasha, yaani hatuna mfumo rasmi wa kilimo sasa tofauti na zamani. Wakati tunakuwa sisi tulikuwa na misimu mitatu ya kilimo yenye uhakika, hivyo endapo msitu ule msitu ule utakapokuwa umerudi kama zamani basi hali ile itarudi kama ilivyo, tuweze kukilea kizazi ambacho tunacho. Maana ilikuwa tunapata wasiwasi, tumelelewa vizuri kwa uoto mzuri, lakini wasiwasi ilikuwa tutakilea vipi kizazi ambacho hatuna uhakika na shughuli zetu tunazozifanya shughuli za kilimo. Hata hivyo, mwenyekiti wa CCM wilayani Kilindi Mohamed Kumbi akasema kuwa wananchi ambao wamevamia msitu wa Bondo walitolewa kwa kufuata sheria na taratibu. Hakuna watu ambao wameondolewa kwa kuonelewa katika msitu ule, kwa sababu ni msitu wa hifadhi wa miaka mingi, na watu wao walishapewa oda ya kuondoka na watu wao walishafanya kesi wakashindwa. Kwa hiyo kuondolewa katika msitu huo ilikuwa ni jambo la kawaida. Lakini ndugu zangu wanahabari, sisi wana Kilindi hatuna shida sana, yaani tuna mapenzi sana na wageni, lakini tunataka wafuate utaratibu. Yapo maeneo mengi sana ndugu zangu wanahabari, katika hii hii kata ya Msanja wapo watu wako sehemu za Lemsoli na ni wageni wanakaa, hakuna shida. Lakini wako watu wako Ndukai katika kata, kata ya Mabaranga wapo wageni na wenyeji wanakaa bila shida. Wapo watu wanakaa Kilindi asilia, wapo watu wanakaa sehemu za Kimbe. Hakuna anayefukuzwa. Wana wanasiasa wana ambao wanawabeba watu kwenda kusema pro, nani maneno ambayo sio ya ukweli kwamba wamefukuzwa wameonelewa, hao wanatafuta kiki katika kisiasa. Serikali mkoani Tanga ilichukua hatua za kuwaondoa wananchi waliovamia msitu wa Bondo kwa lengo la kudhibiti uharibifu wa rasilimali katika hifadhi hiyo lakini na kulinda vyanzo vya maji. Amina Omar, Daily News Digital.